Serikali inaenda kuchukua hatua mahususi tano kwa lengo hasa la kuchochea ajira kwa vijana wetu na hususani vijana ambao wanamaliza vyuo vikuu na vyuo vya ufundi eh, kuna changamoto duniani eh, na hususani kwenye nchi za Afrika kwa kitu kinaitwa graduate unemployment, ukosefu wa ajira kwa vijana wanaomaliza vyuo vikuu. Hili ni eneo ambalo linaisumbua Afrika ikiwemo Tanzania na hatuwezi kufunga vyuo, lazima eh, tuje na mikakati tofauti ya kuwasaidia vijana kupata kazi. Na kazi yenyewe yenyewe, mnafahamu, uko zamani sisi tukisoma unamaliza chuo kikuu unaajiriwa serikalini, ilikuwa sio kazi kumu hiyo. Unamaliza unakona kazi mbili tatu. Sasa hivi hiyo hali haipo. Ajira serikalini zipo chache sana na haziwezi kwa absorb. Eh, watu wetu wote wanaomaliza vyuo vikuu na vyuo vya ufundi. Njia pekee ni kupanua sekta binafsi, kama njia mliopo hapa, wengi hapa, si wangapi hapa, umetoka Daily News, hapa na habari leo, wengine wote mnatoka kwenye e, private sector. this is what we need to go we have to strengthen our private sector iweze kuabsorb kwa mikakati ambayo na kueleza hapa kufungua, e, ni mikakati ya kuweza kufungua sekta binafsi hususan kwa vijana wenyewe, wawe wawekezaji, wawe wafanya biashara, wajiajiri na waajiri wenzao kwao cha kwanza, mwaka huu kabla hujaisha, tunaanzisha kituo maalum cha kuhudumia na kuwezesha wawekezaji vijana, kitaitwa Youth Investors Resource Centre, tukifungua pale EPZA pale Mabibo. Lengo la kituo hiki kubwa, kwanza swala la maarifa uh, ili uwe mwekezaji uwe mfanyabiashara, hatua ya kwanza ni maarifa upewe maarifa eh, ujuzi wa kuwekeza wa kufanya biashara, mitaji inapatikana wapi? Ukipata mitaji unafanya nini? Unakopaje? vitu gani vya kuzingatia? Kwa hiyo kituo hiki kitakuwa ni muhimu specifically kwa vijana wetu wanaomaliza vyuo vikuu maliza vyuo vya ufundi, na wengine waende pale wafundishwe vizuri na wataalamu wetu wa serikali na wa sekta binafsi wenye uzoefu, kwa tunawunganisha na watu ambao wamefanikiwa wawafundishe mbinu mbalimbali mbali, za kufanya biashara za kuwekeza za kujiajiri za kuajiri wenzao. So this is going to be the first step. Lakini ya pili, ya pili tunaanzisha programu maalum ya kuwezesha wawekezaji vijana kubuni na kuanzisha uwekezaji wa viwanda nchini. Kwa hiyo kama nilivyosema, TISEZA tunayo maeneo maeneo ambayo tumetenga kwa ajili ya maeneo maalum ya kiuchumi, special economic zones kwa lengo la kujenga viwanda hasa viwanda ambavyo vinaenda kwa ajili ya kuchakata ma, eh, kuongeza thamani mazao mbalimbali ikiwepo mbali, mazao ya kilimo, mifugo, uvuvi, misitu pamoja na madini ambacho tunafanya hapa. Hii itakuwa programu maalum ya kuwawezesha wawekezaji vijana wakabuni na waanzishi wawekezaji wao wapi viwandani kwa hatua ya kwanza akishapata mafunzo pale kwenye kile kituo ambacho tumeeleza, ambacho pia hivi vituo vitafunguliwa kwa kila mkoa. Akishapata mafunzo, next step, fungueni kampuni. Watasaidiwa kufungua kampuni, wasajili BRELA. Baada ya hapo, kitakachofuata itakuwa sasa kukabidhiwa eneo ili waweze kuwekeza. Sasa eneo hili, huwezi kumpata eneo kijana hapa pale, shamba hili hapa, lazima tuwaunganisha sasa na wenye mitaji A, it can be financial institutions kwa maana ya mabenki ama, ama wawekezaji wa sekta binafsi. Sasa kwenye viwanda kuna vitu vinaitwa mitaa ya viwanda ama kongani za viwanda. Maanake huo mtaa wa viwanda, maanake kwamba ndani unakuwa na viwanda vingi, kama wale ambao wameshaenda kule Kwala stand, uh, sino tani, industrial park pale kuna viwanda vingi vingi, kwa nataka sasa mwekezaji wa sekta binafsi yeye atawekeza kujenga hiyo mitaa ndani mle tunataka ile industrial sheds awakabidhi vijana, kwa ndio unaweza kukuta labda kiwanda cha kuzalisha nguo, kiwanda cha kuzalisha sabuni, kiwanda cha kuzalisha mafuta na kadhalika. Tunataka mwekezaji mkubwa mwenye mihela yake mingi anaweza akajenga hilo li mtaa la viwanda.